Mtazamaji mambo yanazidi kuchemka tena zaidi Tanzania tunapozungumza sasa hivi. Mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo kwa screen, inasemekana kwamba huyu ni mama Samia Suluhu Hassan ambaye ameweza kutoroshwa kutoka State House baada ya mtazamaji wangu wa, wa Tanzania kuendelea kuwa wengi sana, ambao wanaelekea upande wa State House. Kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji wangu, ni wengi sana watu ambao wanaendelea kuelekea upande wa State House, mtazamaji wangu, na mama Samia Suluhu Hassan ameweza kutoroshwa kutoka State House, na mahali ambapo amepelekwa haijulikani ni wapi, hajulikani amepelekwa Kenya ama amepelekwa sehemu gani, kwenda kujificha pale. Mtazamaji wangu tayari ama bado? Uh, mtazamaji wangu Tanzania hawajaweza kutangaza matokeo ya urais, na inaaminika pia kwamba habari ambazo zinaendelea kutrend ni kwamba huenda mtazamaji wangu mama Samia Suluhu Hassan anaendelea kutafuta vile atafanya handshake na m, a, opposition leader wa Tanzania Tundu Lissu, mtazamaji wangu, hili kuweza kutuliza joto ambalo linaendelea upande wa Tanzania mtazamaji wangu, kwa sababu mambo yanazidi kuharibika tena zaidi. Kwa hivyo inasemekana kwamba huenda anytime from now Tundu Lissu akaweza kulazimishwa na mama Samia Suluhu Hassan waweze kufanya handshake ili kuweza kutuliza hii tension ambayo inaendelea upande wa Tanzania. Kwanza kabisa nataka nikupe nafasi utazame a, vile mtazamaji wangu mambo yanaendelea. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa utazame vile mama Samia inaaminika kwamba ameweza kutoroshwa kutoka state house, alafu angalie wata watu ambao walikuwa wanakuja state house <tipulia>

anaondoka nayo gari ya tume ya uchaguzi au ni anaondoka nayo? Amekuja amekimbia gari ya tume ya uchaguzi. Wanajesha o yetu boda ni nayo, hata saa kumi na moja tuko tayari kulala. Hapo sawa, ay Aenda kulala we, wanatupiga bwana, ai wanajeshi wetu. So, mtazamaji wangu unaona kwamba sio mchezo, watu ni wengi sana ambao walikuwa wamejitokeza na wanaelekea upande wa status. Mtazamaji wangu, hii ndio jambo ambalo limemlazimu Mama Samia Suluhu Hassan kuweza uh, kuondolewa pale kupitia kwa hiyo nchopa ambayo inaaminika kwamba imeweza kumtoa Mama Samia Suluhu pale. Mtazamaji wangu, kwa sababu uh, Samia Suluhu amekuwa kimya hiyo uh, muda wote hiyo siku tatu hajakuwa akizungumza, alizungumza tu siku ambayo alikuwa ameenda kupiga kura na kutoka hiyo siku hajawahi kuongea tena, na inaaminika pia kwamba Uh, former president wa Tanzania alipotoroka Tanzania alikuja hapa nchini Kenya, na inaaminika kwamba uh, ama tetezi zinasema kwamba hakuna kwa mazungumzo na former president Uhuru Kenyatta. Wanajaribu kuzungumza vile wanaweza wakatuliza uh, joto la kisiasa ambalo linaendelea upande wa Tanzania, na kuna posti nyingine ambayo nimeona Mwafrika huko uh, uh, amezungumza na kusema kwamba mama Samia Suluhu Hassan anaendelea kufanya handshake na Tundu Lissu na Uhuru. William Samoei Ruto huenda ikawa ako Uh, moja wa wale watu ambao wanaongea a, ili a, kutafuta vile wanaweza wakasuluhisha hiyo shida ambayo imetokea kwa jirani mtazamaji wangu. Kwa hivyo uh, kwa jirani mtazamaji wangu, kumechemka moto kwa jirani, mambo sio mazuri. Uh, unajua mtazamaji wangu, uh, mama Samia Suluhu Hassan niko na uhakika asilimia mia kwa mia kwamba hakuwa anatarajia kwamba kuna jambo kama hili linaweza likatokea. Unajua <laughs> hapa Kenya tulikuwa tunaambiwa kwamba Raila Odinga ndiyo mtu ambaye huwa anaongoza maandamano. Na bila Raila Odinga maandamano hayawezi endelea. Lakini ukiangalia vile vijana walijitokeza na kufanya maandamano ya June 25 bila hata Raila Amolo Odinga, hiyo ilionesha wazi kwamba maandamano sio kwamba kuna kiongozi anaweza akaongoza maandamano, maandamano ni wananchi wakiona kwamba kunaenda vibaya wanajitokeza kwa barabara na wanafanya maandamano. Tanzania imeonesha mfano mzuri kwamba sio lazima kiongozi ama kuwe na kiongozi wa maandamano kwa sababu Tundu Lissu ndio mpinzani mkubwa na, kiongozi, na, sababu, ndiyo, na yuko, alikuwa ndani kama angekuwa nje ofisi leo hii, kila mtu angekuwa anasema kwamba Tundu Lissu ndio alikuwa ameorganize hiyo maandamano, lakini alikuwa ndani na watu wakajitokeza tu akiwa ndani na wakafanya maandamano. Hii inaonyesha wazi kwamba sio lazima uh, mtazamaji wangu uh, kuwe na kiongozi ambaye anaongoza maandamano. Maandamano inafanyika wakati unaona uh, wananchi wanalalamika na haja yao haisikiki na demokrasia inaendelea kuharibiwa kama huko Tanzania vile wanasema kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kufunja funja ya demokrasia ya Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan hawaheshimu watu wa Tanzania, anafanya maamuzi yake mwenyewe, na anatakiwa kujua kwamba power belongs to the people of Tanzania na sio kwa Mama Samia Suluhu Hassan, ndio wangu so mimi nitakuwa hapa nizidi kukufahamisha kile ambacho kitaendelea kutokea huko Tanzania, lakini ukweli wa mambo ni kwamba tension iko juu sana, anything time from now tunaambiwa kwamba huenda matangazo ya urais katangaswa. Uh, lakini just imagine kama sasa hivi kuko hivi na bado matangazo haijatangazwa. Just imagine wakati mama Samia ama wakati tume ya uchaguzi Tanzania itatangaza kwamba mama Samia ndio ameweza kushinda, unafikiri itakuwa namna gani? Haitakuwa nzuri hata kidogo, na nadhani kwamba hii inafaa kufundisha watu kama kina Museveni, kina uh, wote marais wa Afrika ambao wamekuwa wakitumia udikteta kukaa kwa kiti, wanafaa kujua kwamba it's time sasa. Uh, vijana wa Afrika wameweza kuamka na hawajaamka kwa uzuri Wameamka wakiwa, wakiwa tayari kuweza kukomboa inji zao kutoka kwa dictators, mtazamaji wangu, kwa sababu o, mtu ambaye anakatalia kwa kiti inamaanisha kwamba kuna kile ambacho hataki. Uh, kwa, kwa nini hataki kukubali kushindana na mtu mwingine? Kwa sababu asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kwa hivyo uh, kama unaona kwamba ground sio nzuri, usianze kujilazimishia watu tafuta kazi ingine ya kufanya na uweze kuondokea mtu mwingine ambaye anatakiukana ili aendeleze na hiyo kazi ambayo uh, umeshindwa. So sijui na maoni gani? Niache hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali kwa sababu ninarejea hivi punde tu na mengi zaidi nje Jtany Daily Politics. kwa sasa bye-bye.